Mbili. Bezi ya kwanza ni ile bomba ambayo kule mwanzoni ina urefu wa mita lakini pati ni naita open channel, kwa zege ndani inayobakia reinforce na na na DRC za mita 6 ambayo kwa jumla yake inakuwa na mita kama 45 Lakini sambamba na hivyo, tutakuwa tuna kazi ya kujenga vigawa maji kwenye ufereji huu kubwa vitano, kwa maana kwa sababu tuna e, vigawa maji vitano tutakuwa na mifereji ya kati na sekondari kanali tano, ambazo kwa ujumla wake e, zina urefu wa mita kama elfu mbili mia mbili kama na sabini na nne ambazo zote mkandarasi itampasa achimbe na asakafie kama u, u, u, kwa maana itoe muonekano wa mfereji ambao tunaona nyuma yako hapo. Lakini pamoja na hivyo, kwa sababu tuna sekondari kanali tano, jumla tutakuwa na vigawa maji takriban kama 77 ambapo tutajenga kwenye mifereji yote hiyo mita mitano. Pamoja na hiyo tutakuwa na kazi ya kuchimba drains, tutakuwa na drains kama sio. Tutapita tutembee kidogo tuangalia hali halisi ya, ya mradi unavyokwenda, lakini chukua fursa hii kwa kweli nimpongeze sana mkandarasi kwa namna ambavyo hatukutegemea kama atafika asilimia mm. hamsini na nane kwa hali halisi ya huko, mvua ni nyingi sana. Ukiangalia kutoa mradi kutoka kule, changamoto zilizokuwepo kule ambako tumetoka na chanzo na mpaka kuleta mfereji huku, ni kazi kubwa sana imefanyika tufikishe salamu kwa wakurugenzi wa kampuni hii kwa namna ambavyo e, wamejitoa kwa kuhakikisha kwamba mradi unakamilika. Lakini jambo lingine ni waombe sana kwamba pamoja kwa na hizi, najua mkandarasi pengine e, kama ana, ana, sababu sasa tunatoa mashambani mazao si ndio? Sasa ni vema sasa tuongeze spidi, kwa sababu hizi mvua zimekata, tuongeze spidi at least tufikie asilimia kwenye asilimia themanini wa kukamilisha huu mradi. changamoto ya kule juu ile, Mheshimiwa diwani yuko tunataka, Mheshimiwa diwani tumkabidhi zoezi hili, diwani wa kata, kata hii ya Makwale aongee na diwani mwenzake wa kata ile kule, ili washauriane kwa pamoja, kwa sababu jambo linalofanyika hapa ni jambo ambalo, la la hata wengine wa kutoka kule wanakuja kulima huko. Kwa hiyo kwa namna moja nyingine, Mheshimiwa diwani ashirikiane na diwani mwenzake wa kule waweze kuzungumza pia ili, paza, hii miradi haina fidia, maana watu wanaweza kusema kwamba kuna, kuna, kuna fidia yoyote watalipwa, hakuna lakini jambo lingine tuwapongeze wale wananchi ambao wameridhia mfereji huu kupita kwenye maeneo yao. Kwa kweli wamefanya jambo kubwa sana. Nahilo, na hilo ni swala la kuwashukuru na kuwapongeza kwa sababu wamejitoa, wametoa, kuna mikoko yao mikakao yao imekatwa kwa ajili ya kupitisha huu mfereji mkubwa. Kwa hiyo tuwapongeze sana wananchi kwa kujitoa kwao, na sisi tunasema ni kwamba hicho walichokifanya kwamba wamesaidia Watanzania wengi ambao ambakuja kulima huku na wao pia watakuwa sehemu ya wanufaika wa mradi huu na la mwisho kabisa nimshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutoa fedha hizi hapa, huu mradi zaidi ya bilioni 19, maana manake ni kwamba ni mradi mkubwa ambao ni kwamba zaidi ya bilioni 21.9 ambao bilioni 21.9, maana manake ni mradi mkubwa haujawahi kutokea hapa Kera, huu si ndo mradi wa kwanza mkubwa wa umwagiliaji okay. Na hata kama ukiangalia hata mkoa mwingine, hata mkoa Mbeya labda hiyo itakayokuja sasa hivi, lakini hii ya siku za nyuma yote inaisha 16 17 Mgambu. 16 17 14 mm, lakini huu ukawa umefika 21 ndio ulikuwa mradi wa kwanza labda atakapopata mkandarasi mwingine uko mbele ndio anaweza kufika kwenye bilioni zingine tena za, lakini tumpongeze sana mtendaji mkuu wa uh, tume ya umwagiliaji ndugu yetu Raymond kwa namna ambavyo anasimamia miradi hii, lazima tumpe pongezi zake, tumpigie makofi mengi sana. So, kazi kubwa kwa sababu wamekuja kufanya mapinduzi makubwa sana kwenye sekta hii ya umwagiliaji. Na jambo lingine la mwisho la mwisho kabisa, jamani, kampuni imefanya kazi mm -hmm. Tuwapigia makofi mengi sana. Mwanzo mm -hmm. Kweli walitaga shida shida kule, lakini tumeona kwamba jamani, wametendea haki na mpaka walipofika sasa mm hivi -hmm. Wanastahili pongezi za nyingi sana kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Hapa tulipofikia Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mimi niseme nimeridhika na ninaona nilikuwa nina wasiwasi kwamba hata wangeweza kufikia hatua hii. Kwa kweli, mkuu wa mkoa, mimi nawaona wanaenda vizuri na usimamizi ni mzuri. Kama muda uliotumika ni asilimia 45 point na hapo wamefikia asilimia 58, kwa kweli, mkuu wa mkoa, tunatakiwa tuwapongeze. Hali ya kihela inaonekana ilivyo mvua nyingi, lakini bado jinsi ya upitaji ni mgumu